Astrolojia ni elimu ya juu kati ya uhusiano kati ya nyota na maisha ya binadamu duniani. Wanazuoni wa unajimu wanaelezea kwamba nyota zinaathiri maisha ya watu na matukio kama vile amani, vita au maafa. Mahusiano haya hayawezi kuthibitishwa na sayansi ya fizikia au sayansi nyingine. Alama za nyota kumi na mbili ni msingi wa falsafa hii ya unajimu. Astrolojia imekuwa ikitumika kwa miaka mingi, lakini siku zote imekuwa ikipata upinzani mkubwa kutoka kwa wanasayansi. Astrolojia ina misingi tokea enzi za zamani, wakati sayansi ilipokuwa ya chini na imani za kiroho za kiungu zikiwa za kiwango cha juu katika jamii nyingi. Baadhi ya tafiti zilizofanywa kuchunguza usahihi wa astrolojia zinaonyesha kuna usahihi kwa asilimia thelathini hivi hisi haba kuna ukweli basi katika jambo hili japo bado kuna upinzani mkubwa toka katika ulimwengu wa sayansi ya kisasa. Tabia za watu na alama za nyota. Alama za nyota zinabashiri tabia na haiba ya binadamu katika dunia. Mpangilio au nafasi ya sayari katika mzunguko wake angani unaaminika kuleta athari kwa binadamu na matukio katika dunia. Kuna alama kumi na mbili za kiastrolojia. Kila moja ina mvuto wa nguvu wa kipekee toka katika nyota. Alama hizi ni kama ifuatavyo: Samaki ni kwa waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kondoo ni kwa waliozaliwa Machi 21 mpaka Aprili 19. ngombe ni kwa waliozaliwa Aprili 20 mpaka Mei 21. Mapacha ni kwa waliozaliwa Mei ishirini na mbili mpaka Juni ishirini. Ka ni kwa waliozaliwa Juni ishirini na moja mpaka Julai ishirini na mbili. Simba ni kwa waliozaliwa Julai ishirini na tatu mpaka Agosti ishirini na mbili. Mashuke ni kwa waliozaliwa Agosti ishirini na tatu mpaka Septemba ishirini na mbili. Mizani ni kwa waliozaliwa Septemba ishirini na tatu mpaka Oktoba ishirini na mbili. Nge ni kwa waliozaliwa Oktoba ishirini na nne mpaka Novemba ishirini na moja. Mshale ni kwa waliozaliwa Novemba ishirini na mbili mpaka Disemba ishirini na moja. Mbuzi ni kwa waliozaliwa Disemba ishirini na mbili mpaka Januari kumi na tisa, tukikamilisha na ndoo. Ndoo ni kwa waliozaliwa Januari ishirini mpaka Februari kumi na nane. Makundi alama za nyota, alama hizi kumi na mbili za nyota zinagawanyika katika elementi nne zijulikanazo kama moto, yenye matamanio ya mafanikio au makuu au dadisi; maji, yenye kubadilika na yenye uwezo wa ufahamu wa ndani; hewa, imara na yenye kukuza au kuendeleza; udongo, yenye elimu au uwezo wa kutambua na yenye kuhamasisha. Hizi ni elementi nne zinazoongoza astrolojia. Kila mojawapo kinabeba tabia fulani. Alama hizi kumi na mbili za nyota zimegawanyika kama ifuatavyo: Moto: kondoo, simba, mshale. Maji: nge, samaki, kaa. Hewa: mapacha, mizani, ndoo. Udongo: ngombe, mashuke, mbuzi. Zifuatazo ni nyota mbalimbali na tabia zake. Namba moja: nyota ya kondoo ni kwa waliozaliwa Machi 21 mpaka Aprili 19. Ni mwenye maamuzi yasiyopinda na mtendaji mzuri wa kazi, anategemea makuu yake mwenyewe na kutoka kwa wengine. Mwenye kujitegemea na mwenye ari ya hali ya juu. Ana usubutu wa kujaribu mambo makubwa. Mwanzilishi wa mambo na mbunifu, kiongozi, mwongeaji. Ni mwenye hisia kali na asiye na uvumilivu mkubwa. Mwaminifu kwa marafiki na familia. Anajali mpenzi wake na mwenye hisia kali za mapenzi. Namba mbili, nyota ya ng'ombe. Ni kwa waliozaliwa Aprili 20 mpaka Mei 20. Ni alama ya udongo. Ni mwenye nguvu na mstahimilifu kimwili na kiakili. Makini na mwangalifu. Ana kiburi na asiyekubali kushindwa kirahisi. Mstahimilifu, mwenye kutegemewa, ni mgumu kubadilika. Anapenda vitu vizuri na vya samani. Anapenda urembo na vitu vya kupendeza. Mwenye hisia zilizofichika, huenda akaonekana mbinafsi lakini ni wenye kutoa wakiwa na mali au fedha. Namba tatu. Nyota ya mapacha ni kwa waliozaliwa Mei ishirini na moja mpaka Juni ishirini. Ni alama ya hewa. Ni mwenye kipaji kikubwa, mwenye kubadilika na anayechoka haraka na kukata tamaa. Anafikiri kwa haraka na mcheshi. Ni mwasilianaji mzuri. Ni mtu anayependa watu na mwenye kupenda mabadiliko. Ni mwenye kuamua kwa akili na mbunifu. Hana utulivu ana mipango na malengo makubwa. Namba nne nyota ya kaa ni mahususi kwa waliozaliwa Juni ishirini na moja mpaka Julai ishirini na mbili ni alama ya maji. Anapenda kukaa nyumbani na kuwa na makazi mazuri yenye kumpa utulivu, usalama na amani. Anapenda marafiki na familia. Anapenda kufuatilia historia ya ukoo. Hisia zake ni za wazi na ni rahisi kujulikana. Ana huruma, ni mwangalifu mkimya na kadhalika. Namba tano nyota ya simba ni mahususi kwa waliozaliwa Julai ishirini na tatu mpaka Agosti ishirini na mbili. Ni alama ya moto. Kama alivyo simba, ni jasiri na mwenye usubutu, anapenda kuonekana na watu. Sanaa ni mojawapo ya maeneo ambayo anayamudu na ambayo yanamfanya afanikiwe. Wana maamuzi mazuri na waigizaji mahiri. Ni wenye moyo wa kutoa na wenye upendo mkubwa ni viongozi wazuri na wenye nguvu, mwenye matumaini mazuri, mwenye kuheshimika. Namba sita, nyota ya mashuke ni mahususi kwa waliozaliwa Agosti 23 mpaka Septemba 22. ni nyota yenye alama ya udongo. Ana mategemeo makubwa juu yake mwenyewe na kutoka kwa watu wengine. Ni mwenye ujuzi na mwenye mafanikio makubwa kazini. Ni mchunguzi na mdadisi wa mambo na mwenye kufanya kitu kimoja kwa wakati mmoja, wapangiliaji wazuri wa muda na watekelezaji. Ni mdadisi na mbishi katika kuhakikisha mambo yanafanyika kwa uangalifu. Ni wafanyakazi wenye umakini na hali kubwa. Namba saba, nyota ya mizani ni mahususi kwa waliozaliwa Septemba 23 mpaka Oktoba 22. ni alama ya hewa. Mwenye nyota ya mizani anatumia muda mwingi katika kuleta usawa na haki na kusuluhisha migogoro. Mizani anatumia akili zaidi kuliko nguvu za mwili kusimamia haki na usawa. Anapenda sana urembo, wabunifu wa sanaa, ni mpenzi wa muziki, ni mwazi katika kuonyesha upendo. Ana ustadi wa kukabiliana na mambo ya kijamii. Anatoa mtazamo wake tu pale anapochokozwa au anapoguswa kihisia. Namba nane, nyota ya nge ni mahususi kwa waliozaliwa Oktoba 23 mpaka Novemba 21 ni alama ya nyota ya maji na ni mwenye hisia nzito. Anapenda mambo makubwa na maisha mazuri, mjasiriamali na mwenye uwezo wa kukabiliana na vizingiti vikubwa. Anapenda malumbano makali, anatumia nguvu, jasiri, mstahimilifu, mshindani, ana uwezo, mchunguzi wa mambo. Namba tisa, nyota ya mshale, ni mahususi kwa waliozaliwa Novemba ishirini na mbili mpaka Disemba ishirini na moja ni alama ya moto. Ni mwenye mapenzi mazito na vitu, mwanafalsafa na mkusanyaji wa habari, mwenye uwezo mkubwa kiakili na anapenda changamoto. Ni mwenye nguvu ambazo humfanya mara zote aende mbele. Ni mwenye kupenda uhuru. Ni mpenzi mwenye mvuto, na anapenda kumridhisha mpenzi wake, rafiki mwenye ari, hana utulivu. Ni mwaminifu na wa kweli. Namba kumi, nyota ya mbuzi, ni mahususi kwa waliozaliwa Disemba 22 mpaka Januari 19. Ni alama ya udongo na mwenye kuhitaji nyumba yenye amani ili kuhisi ukamilifu. Mwenye malengo, mipango na matarajio makubwa. Ni mtatuaji wa matatizo kwa vitendo na mpangiliaji mzuri wa mambo yaani mtendaji. Ni mwenye mipango na mfuatiliaji wa mipango yake, si mshirikishaji mzuri mpaka aombwe au asukumwe. Ni mpenzi mzuri na rafiki wa maisha mgumu kubadilika, mbishi, asiyekubali kushindwa kirahisi. Namba 11, nyota ya ndoo, ni mahususi kwa waliozaliwa Januari 20 mpaka Februari 19. Ni alama ya hewa, ni mbinafsi na asiyependa kufuata utaratibu au sheria, wa kipekee anayejitegemea na kupenda kuwa peke yake, mwenye huruma, muona mbali, mwenye ufahamu wa hali ya juu na mbunifu Anafanya marafiki wa aina mbalimbali, ana utu na mwenye kudai haki, anapendwa na watu na anatengeneza urafiki kwa haraka. Tukamilishe na namba kumi na mbili, nyota ya samaki ni mahususi kwa waliozaliwa Februari kumi na tisa mpaka Machi ishirini. Ni alama ya maji na ni mwenye ufahamu wa hali ya juu wa mambo, ni mkweli na mwenye hisia nzito, hana ubinafsi, ni mpenzi mwaminifu na rafiki mpenda amani. Ana huruma, anajitoa, wana ndoto. Hii ni unajimu au astrolojia, yaani elimu ya nyota na tabia